Risala ya idara ya diakonia kanisa la Moravian jimbo la kusini magharibi kwa Mheshimiwa mkuu wa wilaya wilaya wakati wa hafla ya kuhitimisha mafunzo ya siku tano ya ujasiriamali kwa watu wenye ulemavu viziwi na watu wenye mahitaji maalum katika kanisa la mrega Tanzania km shirika wa ogea Mbarali, tarehe kumi mwezi wa sita hadi elfu mbili na ishirini na tano hadi leo tarehe kumi na nne mwezi wa sita elfu mbili na ishirini na tano Mheshimiwa mkuu wa wilaya ya Mbarali, mweshimiwa baba makamu mwenyekiti wa kanisa la mweja ni Tanzania km au basko Mheshimiwa Adrian, mratibu wa dadisheaana, Mheshimiwa mkurugenzi wa kwa vita, viongozi wa serikali na vyama vya siasa, viongozi wa mashirika ya serikali na yasiyo ya serikali, wadau wote, kuna seleu, wana Mbarali wote, waandishi wa habari mabibi na, na mabwana mwanakondoa mishingaa habari za mchana. Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, awali nianze, Mungu Mungu, vyari, vyari ya yote nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia kujalia uzima na afya njema na kutuwezesha kuwepo mahali hapa kwa wakati huu. Aidha, nitumie fursa hii kukushukuru wewe binafsi kwa kukubali kuwa mgeni rasmi katika hafla hii ya uh, kuhitimisha mafunzo ya ujasiriamali kwa watu wenye ulemavu vizivu, pamoja na watu wenye mahitaji maalum katika wilaya ya Mbarali, katika ukumbi wa kanisa la Moravian Tanzania, jimbo la kusini magharibi Ushirika wa ojeo. Tunashukuru sana kwa dhati kabisa na washukuru wageni waalikwa wote kwa ujumla wao kwa kusitisha ratiba zao na kuwa hapa pamoja nasi. Kwa heshima na wataadhima, kwa niaba ya idara ziliyokonyea jimbo la kusini magharibi, na wakaribisha wote katika hafla hii sana Mheshimiwa mkuu wa wilaya. Awali tunapenda kulishukuru kanisa la Moravian Tanzania jimbo la kusini na magharibi kwa kuona umuhimu wa kuanzisha huduma ya udiakonia ndani ya kanisa letu. Matayo 25 mstari 34 hadi arobaini ama ametunga hivi: kisha mfalme akawaambia wale walioko mkono wawato wa kuume, jooni mliobarikiwa na baba ya yangu, aiosini ufalme mliowekewa tayari tangu kuumbwa ulimwengu, kwa maana nalikuwa na njaa, mkanipa chakula, nalikuwa na kiu, mkaninywesha, nalikuwa mgeni, mkanikaribisha, nalikuwa uchi, mkanivika, nalikuwa gonjwa mkaja kuyetazama, alikuwa mfugoni mkalikia. Ndipo wenye haki watakapo mjigu wakusema, Bwana, ni limi kuona unajaa tukakuulisha, au utakiu ukakunyesha? Tena ni tulipo kuona bungeni tukakukaribisha, au uchi tukakubika? tuka, tuka, tuka Tema, ni lini tena tulikuona ni mgonjwa au kifungoni tukakujia? Na mfalme atajibu kabila alivyocenda kulivyochenda kwa hao ndugu zangu wadogo ulicendea menu. Kutokana na hili, kanisa limeviti kutoka kwa Yesu Kristo kuhakikisha kuwa watu wanapata huduma za msingi kama vile babu kanisa limeanzisha idara na ya diakonia ili kuhakikisha watu wa mahitaji maalum wanafikiwa na kuhudumiwa. Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, kutokana na hili, jamii inakuwa na mtazamo hasi kuhusu watu wenye ulemavu kuwa hawawezi kufanya jambo lolote kwani wao ni wa kusaidiwa tu. Kumbe wakisaidiwa, kumbe wakiwekewa mazingira mazuri, kwa kwawezeshwa kuwezesha na kuwapatia fursa, wanaweza kufanya maajabu katika kufanya kazi ambazo zinaweza kuwapatia kipato cha kuwawezesha maisha pamoja na kujitegemea katika kuleta maendeleo katika jamii na taifa kwa ujumla. Ndiyo maana idara ya Diakonia ya Kanisa la Moravian Tanzania jimbo la Kusini Magharibi, kwa kushirikiana na Mshe Emtoamu na Kuwagijha wameandaa na wana wamefanya mafunzo ya ujasiriamali kwa makundi maalum kwa lengo la kuwawezesha waweze kushiriki katika shughuli za maendeleo katika jamii. Mheshimiwa mkuu wa wilaya, tumefanikiwa kuwajengea uwezo wa ujasiriamali walengo hamsini katika semina hii iliyoanza Jumanne tarehe kumi mwezi wa sita elfu mbili na ishirini na tano e na kutamatishka leo Jumamosi tarehe kumi na nne mwezi wa sita elfu mbili na ishirini na tano. Mafunzo yaliyotolewa ni pamoja na kanuni za usafi wakati wa kuandaa chakula, hatua za saba za usafi, dhana ya usalama mahali pa kazi, pamoja na mawasiliano na ma, nakibwo utengenezaji wa jui kibiashara, vifaa na mahitaji yanayohitajika na njia ya utengenezaji. Utengenezaji wa sheti kibiashara, vifaa na mahitaji yanayohitajika na njia ya utengenezaji. Utengenezaji wa tambi kibiashara, vifaa na mahitaji na njia ya, ya utengenezaji ute, utengenezaji wa siagi ya karanga ina kibasa kibiashara, shughuli zote za utengenezaji. Utengenezaji wa biashara wa biskuti kibiashara, vifaa na mahitaji yanayohitajika na njia za utengenezaji. Utengenezaji wa pilipili kibiashara, vifaa na mahitaji yanayohitajika na njia y baada ya kupatikanaji wa mtaji ikiwa pamoja na mikopo isiyokuwa na riba kutoka halmashauri ya wilaya ya Mbarali, nini maana ya mkopo isiyokuwa na riba, sifa ya mwombaji, njia ya kuomba mkopo, utengenezaji wa peki ya kibiashara, vifaa na mahitaji yanayohitajika na njia ya utengenezaji wa vifaa vya ungo vya chai ya kibiashara vifaa na mahitaji yanayohitajika na njia za utengenezaji. Utengenezaji wa chai kibiashara vifaa na mahitaji yanayohitajika na njia za utengenezaji. Utengenezaji wa kupamba keki kibiashara vifaa na i yanayohitajika na njia ya utengenezaji. Utengenezaji wa tambi kibiashara kifaa na mahitaji yanayohitajika na njia ya utengenezaji. evening... hindi... utengenezaji wa mandazi ni kibiashara kifaa na mahitaji yanayohitajika na njia ya utengenezaji. tengenezaji wa bagia ni kibiashara kifaa na mahitaji yanayohitajika na njia ya inaotengenezaji Mkuu wa wilaya pamoja na kuwajengea kuwa uwezo wa ujasiriamali watu wawenye mahitaji maalum, lakini wana wanapitia changamoto mbalimbali katika maisha yao ya kila siku. Changamoto ya kwanza, mtaji mtaji usio usiowatosheleza. Wanapenda kushiriki katika biashara mbalimbali lakini wanakumbwa na changamoto za mtaji. Ukosefu wa vifaa wezeshi, mfano viti mwendo, pingo ya kutembelea kwenye ulemavu unacho au wasioona na vifaa vingine, unyanyapaa na kubaguliwa na jamii kosefu wa eneo na ale salamu kwa kutamia shughuli za jasilianao. umaheshimiwa kuu wa wilaya tuna, tuna malengo ya kujenga kituo cha udiakonia katika wilaya ya Mbarali ambacho hicho kituo kitahudumia wahitaji wote wanaohudumiwa na idara ya udiakonia Kanisa la Moravian Tanzania jimbo la kusini magharibi ushirika wa Ujema wamepata eneo kuanza kwa ajili ya kujenga kituo hicho ili kuwezesha shughuli za kujafunia. Hivyo, tunaendelea kuomba msaada kutoka kwa wadau mbalimbali, ikiwemo ofisi yako, ili kuanza ya ya ya kwa ujenzi wa kituo hicho. Idara ya diakonia chini ya Kanisa la Moravian Tanzania Kusini Magharibi kwa ahiri wamishe netwano katika wilaya ya Mbarali tumefanikiwa kwa kufanya shughuli mbalimbali kama ifuatavyo: kutoa mtu mwembo kwa wenye ulemavu wa viungo, kutoa miguu saidizi na miguu bandia, kutoa fimbo nyeupe kwa walemavu wa macho kugaramia matibabu ya wagonjwa mbalimbali na kusaidia mafunzo mbalimbali kwa ajili ya kuwajimvia uwezo watu wanaoishi kwenye mazingira makuu, semina na ujasiliamali, utunza maisha na utetezi. Tunashukuru mshukuru ufizi yako kwa kuendelea kuwahudumia na kuwaonzesha watu wenye mahitaji maalum tunaomba ofisi yako iendelee kuwatambua na kuwasaidia watu wenye mahitaji maalum. Kwa kufanya hivi, unakuwa unafanya kazi ya Mungu, jamii, ulari, kabisa, letu, Mungu, Mungu na kuisaidia jamii kuondokana na utegemezi. Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, mwisho kabisa, tunatoa shukurani zetu kwa Mungu muumba Mungu na nchi kwa kutujalia fika siku ya leo. Tunashukuru kati sana kanisa la Moravian Tanzania jimbo la kusini magharibi kwa kukubali huduma hii ya diakonia kufanya kazi ndani na nje ya kanisa. Tunawashukuru wafadhili wetu pamoja na wadau wengine kwa ushiriki wao na kutusaidia kila wakati tunapohitaji msaada tuna kushukuru shirika la kuajika kwa, kwa kushirikiana kuendelea na kuendesha mafunzo haya kwa siku tano na kutusaidia vito mbalimbali kwa ajili ya ereza a tampunia. Mungu awabariki sana. Asanteni sana kwa kunisikiliza.